Hawa ni Jumaa ya tarehe 30 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2026. Eh, ni siku moja tu iko mbeleni kutamatisha mwezi huu Januari, alafu tunaingia mwezi mpya mwezi February, mwezi wa Valentine, mwezi wa wapendanao, mwezi wa malavidavi. Leo nipo na King Sharifu jina langu ni Ezra John, tutaenda kuzungumzia kitu ambacho kimetufanya tukae hapa kwa leo ni kwamba je, a, kwa nini waislamu mm, kumekuwa na hiyo sheria au ni mwongozo ambao upo, wana ruksa ya kuwa na wake wanne? Tutaenda kuzungumza na King Sharif, atatuambia kwamba hiyo imepita pitaji, atatuelezea kwamba ikoje. King Sharif. Na kwaje, mzee?